Kamishna wa kikosi maalum cha usalama barabarani nchini Mohamed Mpinga amewataka wamiliki wa mabasi wa na madereva kutochezea mfumo wa VTS unaofuatilia mwenendo wa basi popote iwapo safarini kwani hatua kali zitachukuliwa dhidi yao. Takwimu za ajali barabarani zinaonyesha kupungua kwa asilimia 46 kutoka mwezi Februari mwaka jana ambapo kulikuwa na ajali 846, huku mwezi Februari mwaka huu ikiwa zimetokea ajali 453 pekee. Lakini pia kwa jumla mwaka 2016 ajali zilizotokea ni chini ya elfu kumi jambo ambalo limeweza limeweza halijawe kutokea tangu mwaka 1989. Estabela Malisa anakuja na taarifa kamili. ni katika stendi ya mabasi yaendayo mkoani hapa Ubungo jijini Dar es Salaam ambapo kwa mujibu wa mamlaka ya usimamizi wa usafiri wa majini na nchi kavu Sumatra, wameeleza tayari wameshafungia magari zaidi ya mia tano mfumo maalum wa kuweza kufuatilia mwenendo wa basi liwapo safarini. <todilio> na niombe Sumatra kwa kweli, mtu ambaye atachezea mfumo mchukue hatua kali, kwa sababu mategemeo ya watanzania wana imani kubwa sana na mfumo huu, kwa sababu hakuna kusingiziwa, hakuna kubambikwa, ni mfumo ambao kwa kweli utadhibiti mwendokasi katika muda wote. Sasa hivi, kwa mfano, unapata matatizo makubwa sana kudhibiti mwendokasi wakati wa usiku, lakini mfumo huu usiku wa ulali kukamilika kwa kampeni hii ya abiria paza sauti iliyoandaliwa na mabalozi wa usalama barabarani, ndio imeelezwa kwamba itakuwa ni chachu au mwanzo au na mwendelezo vilevile wa kampeni nyingine kwa ajili ya kupambana na ajali za barabarani. Sisi tunakutana na changamoto nyingine ya baadhi ya madereva kutokuwa tayari kubadilika na kuachana na ukiukaji wa sheria za usalama barabarani na sisi kama mabalozi, kama taasisi tutaendelea kupaza sauti. Na mfumo huo basi, licha ya kusifiwa kufanikisha kuweza kupunguza ajali za barabarani katika nchi hii ya Tanzania, lakini bado baadhi ya madereva wanaona mfumo huo unawaumiza wao. Gari hizi zimefungwa VTS, vehicle tracking system, ambayo inafanya dereva atembee spidi 80. Utafiti uliofanywa na Sumatra kwa kushirikiana na madereva na nini ulionyesha gari inaotoka Mwanza haiwezi kufika Dar es Salaam. Sumatra hiyo imetoa timetable inataka gari hiyo ifike saa tano na nusu ya usiku. Kampeni ya abiria paza sauti kwa mwaka huu imefikia kilele na kuweza kutoa vyeti kwa madereva bora ambao wameonekana kuendelea kuwa makini wa wapo barabarani na vyombo vya habari vinavyotoa elimu ikiwemo